Asante, mheshimiwa rais, mheshimiwa rais, mimi kaiahedika okay, habarho hawa watu wa Kwale mheshimiwa rais, wamesema hii affordable housing iko hapa, ile mara yote inajengwa hapo

Kuna chairman wetu huyo bwana Nderito Moreiti, ambaye ni chairman wetu wa KRA awasalimia dakika moja. <coughs> Nyandarua Morega Morega yake. Mheshimiwa Rais, nimefika. Unajua mimi ni jirani hapa Laikipia, nimefika hapa kushuhudia maendeleo na niseme tunaridhika kwa kazi yako mzuri. Tafadhali endelea na hiyo kazi, Mheshimiwa Rais. Unajua katika soko fulani pasta alikuwa haya, wacha niachane na hapo. Nyandaroye, Nyandaroye, Nyandaroye, Nyandaro! Ewe, mwonyeshe Mheshimiwa Rais mwefurahi kumwona. Asante sana, Mungu awabariki. Niko hapa na waziri wetu wa mambo ya kawi, mpigeni makofi, bwana Opio Wandai. Hapa niko na Alex, Moshir, Abla, Alex, Alex Washira PS wangu wa mambo ya stima, yeye ndiye atafuatilia ile manyumba elfu kumi na nne ahakikisha ya kwamba kila nyumba imewakishiwa stima. Hapa vile vile niko na PS wangu wa mambo ya sports. Mimi kabla sijaondoka nataka kwenda kuangalia ile stadium yenu kwa sababu hiyo stadium lazima pia niweke nishughulikie hiyo stadium. Nyinyi watu hapa Nyandarua mnasema hiyo stadium tuwajenge tukamilishe, hebu nione, wala anasema tukamilishe hiyo stadium, very good. Hapa niko na waziri wangu wa mambo ya elimu bwana Julius Ogamba, yeye ndiye atafuatilia mambo ya university, ahakikishe kwamba university ya Nyandarua inasonga mbele. Hapa niko na mheshimiwa Mariro Mbunge wangu ama PS wangu wa mambo ya Defense, ndiye atashughulika na hiyo mambo ya JM Hospital, ahakikishe inasonga mbele. Hapa niko na ndugu yangu bwana Mushira. Huyu Mushira, simama hapo mheshimiwa. Huyo ndio mbunge wangu, mbunge wetu wa kutoka hapa Oljororok. Na hapa niko na bwana Gashagwa, mbunge wetu wa kutoka kule Nyandarua, pigeni makofi. Na vilevile vile, niko na deputy governor wetu hapo, mpigeni makofi very good. Tuko na ma MCS MCS wetu wasimame hapo dakika moja moja, huyo MCA jambo moja, jambo la kwanza kwanza inataka kukushukuru sana kwa sababu hii kazi ambayo niko nayo Isipokuwa ni wewe, siingekuwa MCA siku ya leo. Nakushukuru sana na nakutolea kofia, ukikuja background na naitwa kijana wa Ruto, wewe ni baba. Tunakushukuru kwa sababu ya maendeleo ambayo umelete hapa. Na your excellency, ukipiga kona, tunapiga na wewe, hatukuwachi mpaka mwisho. Tunasema ni kuni bila breaks. Jambo la mwisho, hiyo excellency, au wananchi wa hapa wanalia tu jambo moja, Wasreb wamekuja wakaongeza bili ya maji, jambo ambalo tungependa kukuomba hiyo excellency, tafadhali ambia Wasreb wakuje tuongeleshane nao, ndio bili ya maji irudi chini. Jambo la mwisho kabisa, watu wa bodaboda wako hapa, hiyo excellency wangependa uweze kuwasaidia kuwa, ndipo waweze kuendeleza soko yao. Asanti sana basi, niko na viongozi wengine wengi, watatuachie hapo. Mimi bado naenda pale programu ya affordable housing kwa sababu tume